what I must do. It is my again. Kwa mheshimiwa, from now on, mimi ndio ntakayejibizana na hawa mawakili wa serikali. Nimemaliza mheshimiwa, kuanzia sasa um, hoja zitakuwa zinajibiwa kati ya upande wa mawakili wa serikali, upande wa jamhuri na mshtakiwa mwenyewe mpaka pale atakaposema tena vinginevyo kwamba naomba mawakili wangu warudi, au warudi huyu na huyu, lakini kwa sasa um, mshtakiwa atajitetea mwenyewe kama alivyoomba. Umbi lake limekubaliwa na upande wa utetezi wameridhia hivyo. Kwa hiyo kuanzia sasa ni mawakili wa serikali dhidi ya mshtakiwa. Okay.